Maskofu waingilia kati kesi inayo mkabili mwenyekiti wa chama cha demokrasia na maendeleo, Chadema, Tundu Antipasi Lisu. Watoa kauli nzito, waifananisha kesi ya Lisu na kesi ya ugaidi iliyokuwa na mkabili mwenyekiti wa zamani wa Chadema, Freeman Mboe kipindi cha kule nyuma. Ni kukumbushe, unasikiliza na kutizama Mseto Media. Hii ni channel maalum kabisa kwa ajili ya kukuletea taarifa na habari zote kuhusu siasa, jamii, elimu, burudani, lakini pia michezo. Kikubwa unachotakiwa kufanya ni kuhakikisha umesubscribe ili usonapitwa na taarifa zetu nzito na za ndani kama hizi. Hakikisha umebonyeza maneno mekundu subscribe kisha alama ya kengele maskofu kupitia kwa askofu wa kanisa la kinji la Kilutheri Tanzania KKKT Kalikawe Lwakalinda Bagonza Aa, ameandika kuhusiana na kesi ya Lisu, ambapo amefananisha kesi na kesi liliokuega na mkabili mwenyekiti wa zamani wa Chadema Freeman Boy. Kama tunakumbuka Boy alikuwa anakabiliwa na kesi ya ugaidi kipindi cha hayati John Pombe Magufuli, lakini hivi sasa Tundu Antipas Lissu ambaye naye pia ni mwenyekiti wa Chadema anakabiliwa na kesi ya uhaini kipindi hicho, ambapo kesi hiyo Tundu Lissu anashtakiwa na jamhuri, na kama tunavyojua jamhuri iko chini ya serikali ambayo inaongozwa na Rais Samia Suluhu Hassan. Kalikawe Bagonza ameandika kupitia kurasa zake za mitandao ya kijamii na kwenda kunukuu. Kesi ya Mboe haikusaidia, waliotumiwa pande zote kubumba kesi na ushahidi, mpaka leo wanajuta. Matobo yalikuwa mengi mno. Hata hii ina matobo mengi. Fedha, hila, vitisho na ahadi hewa vinaua weredi wa kubumba na kuchonga. Tunawalazimisha majaji kuwa wanasiasa. Ni rahisi wanasiasa kuwa majaji, lakini majaji kuwageuza wanasiasa ni dhambi mbaya na inabidi kutumia vitisho kuliko hoja. Tumalize, imetosha. Hata Wajaluo, Waluo wameshtuka, hawaendi kutoa ushahidi. Hayo ameandika askofu wa kanisa la KKKT Kalikawe la Kalinda Bagonza ambaye huyu ni askofu mkuu dayosisi, eh, ya Karagwe ambaye yeye amefananisha kesi ya Lissu na kesi ya Mboya akisema, uh, kesi ya Mboya haikusaidia akiuliza swali, lakini pia akisema waliotumiwa pande zote kubumba kesi na ushahidi mpaka leo wanajuta, akimaanisha kwamba waliotumiwaga kwenye kesi ya Mboya kufanya labu labda uongo uongo mpaka leo ana juta. Lakini akasema pia matobo yalikuwa mengi mno, hata hii ina matobo mengi, akimaanisha kwamba kesi ambayo ilikuwa ina shida na hata hii ina shida nyingi, akisema fedha, hila, vitisho na adewa vinaua weredi wa kubumba na kuchonga, akimaanisha kwamba fedha, vitisho na hadi vinatumika labda. Lakini pia akisema tunalazimisha majaji kuwa na siasa akiuliza na kusema, ni rais rahisi wanasiasa kuwa majaji, lakini majaji kuwageuza wanasiasa ni dhambi mbaya, na inabidi kutumia vitisho kuliko hoja. Lakini mwisho anamaliza kwa kusema tumalize, imetosha, akieleweka kwamba amemaanisha kuitaka jamhuri ambayo jamhuri hiyo inamshtaki Tundu Lissu ipo chini ya serikali ya Rais Samia Suluhu Hassan. Kwa hiyo kumtaka Mheshimiwa Rais tuweze kumaliza eh, kesi hii eh, akisema Imetosha, hayo ameandika askofu Kalikawe e, ambayo ni askofu mkubwa e, chini Tanzania, ambaye anaandika sana mambo ya siasa. Na sisi tukasema tukuletea. Yapi maoni yako tuandike hapa chini na sisi tutasoma. Hii ni e, chaneli ya kupendwa kabisa, Mseto Media. Kikubwa kisha umebonza maneno subscribe, kisha alama kengele, ili usina pitwa na taarifa zetu nzito na za ndani kama hizi.